Hayo ndiyo maamuzi na hiyo ndiyo fikra ya kafu. Kwa hiyo, baada wao kufanya tathmini hiyo na kujiridhisha kwamba Benjamin Mkapa haiko tayari kwa ajili ya fainali, wakaamua kuipeleka mechi Amaan, na sisi kama Simba Sports Club hatuna budi kukubali ukweli huo, na sasa nguvu yetu yote inaelekea uwanja wa Amaan. Wapo wanaofikiri kwamba Simba tunaogopa kwenda kucheza Zanzibar, ama wanaofikiri kwamba e, Simba hatuwezi kupata matokeo katika uwanja wa Amani. Kila mtu ana fikra zake, lakini sababu ya msingi ya kiutawala ambayo ilitufanya sisi tupiganie kucheza uwanja wa Benjamin Mkapa ni kutokana na ukweli ya kwamba hili ni tukio kubwa mno la kimpira barani Afrika. Hii ni jambo la kihistoria kwa Simba Sports Club. Tunaamini ya kwamba kila mwana Simba alikuwa na kiu na shauku na hamu ya kuja kuushuhudia huu mchezo katika, mchezo huu wa fainali. Na kwa mantiki hiyo tulitegemea kuona watu wengi zaidi wakija Benjamin Mkapa waje wauone huu mchezo. Na hilo linathibitika na ukweli ya kwamba punde tu mara baada ya kutangaza kuanza kuuza tiketi, kasi ya manunuzi ya tiketi ilionekana kwa muda wa siku mbili tatu. Haijawahi kutokea Tanzania wala Simba Sports Club, hatujawahi kuwa na rekodi kama hiyo ya kuuza tiketi nyingi ndani ya muda mfupi. Hii ni ishara ya kwamba watu wengi walikuwa na shauku ya kuja kuutazama huu mchezo. Mimi bahati nzuri na rekodi nzuri ya mikoa ambayo huwa inakuja kila mechi, lakini safari hii kuna mikoa ambayo nimeiona inakuja kwenye mchezo huu, nikasema huu mchezo sio wa kawaida. Kama mpaka mkoa huu wanatoa usafiri na kuja Benjamin Mkapa, ni ishara kwamba watu wengi wanataka kuishuhudia hii fainali. Hiyo ndio sababu pekee ya msingi ambayo sisi tulitaka mechi ichezwe Benjamin Mkapa ili watu elfu sitini waje waishuhudie mechi hii. Lakini sababu nyingine ambayo hatukutaka mechi kwenda Zanzibar ni kutokana na ukweli ya kwamba shabiki ameshalipa nauli yake ya laki moja kutoka Mwanza, akifika Dar es Salaam achukue tiketi nyingine ya elfu thelathini na tano kwenda Zanzibar kwenda na kurudi elfu sabini yaani, nauli peke yake kwa shabiki huyu ni laki moja na sabini. Ukijumlisha na tiketi ya kuingilia uwanjani laki na themanini, kulala Zanzibar, maana yake kwa shabiki wa kawaida tu ambaye anahitaji kuiona hii fainali, kwa wale ambao wanatoka mikoani, asiwe na chini ya laki tatu. Sisi viongozi wa Simba tukasema huu ni mzigo mzito kweli kweli kwa mashabiki wetu, acha tupambanie mechi ichezwe Dar es Salaam, ili wa mikoani atakayelipa nauli yake kutoka mikoani akifika Dar es Salaam anakuwa amefika, anaingia uwanjani, mechi naisha, anarudi nyumbani kwao. Lakini kwa Zanzibar gharama inakuwa kubwa mno kwa watu wetu, na sisi tumewekeza mioyo yetu kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo tulipambana kwa nguvu yote kuhakikisha kwamba mashabiki wetu wanapata unafuu wa kuishuhudia hii mechi. Na kwa Dar es Salaam mechi ikiisha hata saa mbili, saa tatu, mnaweza mkaingia kwenye kosta yenu mkageuza mkoani kwenu. Kwa Zanzibar lazima mlale gharama ni kubwa kweli kweli, ndio maana tukawekeza nguvu kubwa kupambana mechi iwe Dar es Salaam, lakini tumeshindwa. Mechi sasa imepelekwa Amaan. Baada ya mechi kupelekwa Amaan, sisi kama timu kubwa tunapaswa kufanya kitu gani? Ni kufanya maandalizi kuelekea Amaan. muda tena wa kuomboleza muda tena wa ku wa kusema pambaneni tubaki Benjamin Mkapa, muda wa kuendelea kupambana kubaki Benjamin Mkapa umeshakwisha. Muda uliobaki sasa ni muda wa maandalizi kwenda uwanja wa Amani Zanzibar. Hiko ndicho ambacho kiko mbele yetu sisi Wanasimba. Lazima tukubali huo ukweli, na tuanze maandalizi. Na kwa nini tuanze maandalizi? Kwa sababu lengo letu linabaki lile lile, ya kwamba tunataka ubingwa wa Afrika. Hakuna mtu atatuelewa tukikosa ubingwa wa Afrika kwa sababu eti tumecheza uwanja wa Amani na sio uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakuna mtu atatuelewa. Nini maana yangu? Maana yangu ni kwamba tunapaswa kuanza maandalizi hivi sasa. Tunapaswa kuanza mapambano hivi sasa. Tunapaswa kuanza harakati za ushindi hivi sasa. Twende tukamtapishi RS Berkane goli mbili ambazo ametangulia nyumbani kwako. Hilo ndio jambo la msingi mno kwetu hivi sasa, na sio harakati tena za kupigania uwanja. Sasa hivi ni harakati za kupigania ubingwa. Nitoe rai, nitoe wito, nitoe ombi na nitoe amri vile vile kwa mashabiki wa Simba kuanzia hivi sasa, kwenye matawi yetu, kwenye magrupu yetu, kwenye vijiwe vyetu, popote pale ambapo wana Simba tunakutana, mazungumzo ni namna gani tunachukua ubingwa huu wa Afrika na wala sio kunung'unika. Mechi imepelekwa uwanja wa Amaan uwanja wa Amaan ni ni uwanja wetu. Uwanja wa Amaan ni nyumbani kwetu, ni uwanja ambao unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika msimu huu. Uwanja wa Amaan ndiyo ambao umetupeleka fainali ya kombe la shirikisho baada ya miaka mingi kupita, na uwanja huu huu wa Amaan unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa mikakati yetu, mipango yetu maandalizi yetu ni namna gani, mnyama anakwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Naam, Simba hii tumeshapata matokeo mazuri Angola, Simba hii tumepata matokeo mazuri Libya, Simba hii tumepata matokeo mazuri Tunisia, Tunisia, na Simba hii haishindwi kupata matokeo mazuri Amaan Zanzibar. Tuna uwezo, tuna ubora na tuna kila sababu ya kupata matokeo mazuri na kuchukua ubingwa wa Afrika pale pale visiwani Zanzibar. Uwanja usiwe kikwazo na wala usiwe kisingizio. Sisi tuna timu bora mno, tuna wachezaji wazuri mno, tuna benchi la ufundi lenye wataalamu wengi na bora kweli kweli, wana uwezo wa kutupa matokeo mazuri katika uwanja wowote ule tulikuwa wachache mno Tripoli Libya, Simba ikafanikiwa kuchukua sare mbele ya mashabiki elfu hamsini wa Al Ahli Tripoli. Tulikuwa wenyewe Stade Rennes Tunisia, Simba akashinda bao moja kwa bila. Tulikuwa wenyewe pale Luanda Angola, Simba anachukua sare ya bao moja moja, anaondoka na, na, na alama moja, tunakwenda kuongoza kundi, hatuwezi kushindwa Simba hii mbele ya mashabiki wetu kumi na tano elfu tukashindwa kupata matokeo ya ushindi pale, tukachukua ubingwa Afrika, ikafurahi. Ndugu zangu, wana Simba, bao mbili ambazo ametangulia RS Berkane kwetu ziwe kama kichocheo za kutuongezea nguvu kwenda kufanya ukatili zaidi. Na msimu huu kila timu ambayo ilitufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu tulimfunga. CS Constantine alitufunga nyumbani kwake bao mbili bila. Benjamin Mkapa akafa bao mbili sifuri, hiyo ndio Simba Sports Club. Al Masri alitufunga nyumbani kwao bao mbili bila, akaja Benjamin Mkapa akapasuka kwa penalti, hiyo ndio Simba Sports Club. Kila ambaye alitufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu tumemfunga, na hata RS Berkane ametufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu be, nyumbani kwetu Tanzania tutamfunga, na hili yeye mwenyewe wa analifahamu. Wakati tunacheza kwenye group stage msimu wa mwaka juzi kombe hili hili la shirikisho, alitufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu tutamfunga. Ameshatufunga nyumbani kwake, amemaliza mechi yake, sasa tumebakisha mechi yetu sisi, wana Simba, twendeni tukamfunge Berkane na inawezekana sana kwa aina ya timu ambayo tuko nayo. Ndugu zangu wana Simba, itakuwa ni fedheha isiyokuwa na kifani. Kombe liko katika ardhi ya nyumbani kwetu, alafu kombe hili likaondoka na mgeni hili ni katika jambo ambalo wanasimba litatumiza miaka na mikaka, kama ambavyo tumeumia miaka yote kutoka mwaka tisini na tatu. Kombe limeondoka uwanja wa Taifa, hivi sasa uwanja wa Uhuru, likaenda Ivory Coast, tumebaki na maumivu kwa miaka thelathini na mbili. Ndivyo hivyo hivyo tutakavyoumia tena kombe likiondoka Tanzania safari hii na kwenda Morocco. Tuna kila sababu, tuna kila nguvu, tuna kila uwezo wa kulibakisha kombe hili nyumbani kwetu Tanzania. Na kombe halibaki kwa maneno, kombe la Afrika linabaki kwa commitment ya asilimia mia moja kutoka kwenye kila eneo. Mashabiki, fanyeni kazi yenu kwa asilimia mia moja, wachezaji wakafanye kazi zao kwa asilimia mia moja, benchi la ufundi pamoja na viongozi components zote hizo zikishirikiana kwa ufasaha, nyama anachukua ubingwa wa Afrika msimu huu, ndugu zanguni, na kila mwafrika atafurahia mafanikio hayo.